Ni kiripoti kutokea mkoani Mara wilayani Bunda, moja ya eneo ambalo baadhi ya wananchi wamejitokeza wakidai hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kuhusiana na ndugu zao pamoja na vijana wao ambao wameshikiliwa tangu Oktoba 29 30, waliodaiwa kuandamana, wakiwasilisha kilio chao kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, wakidai ya kuwa tangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipohutubia Bunge na kulifungua Bunge la kumi na tatu na kutoa agizo kwa DPP kuchunguza baadhi ya makosa ya ndugu ambao wamekamatwa katika maandamano ya Oktoba ishirini na tisa thelathini na kuweza kuachiliwa huru, huku Bunda ikitajwa kuwa hali si shwari, hali si salama. Baadhi ya familia wamesema kuwa ndugu zao 30 hawajaachiliwa mpaka hivi sasa. Jambo TV tumefika katika eneo hili, tumezungumza na familia pamoja na mawakili unao, na wa upande wa utetezi ambao nao wamegusia kuhusiana na mwenendo wa kesi hii jinsi inavyokwenda lakini ndugu akidai ya kuwa kumekuwa na changamoto ya ndugu zao kuweza kufikishwa mahakamani, lakini pia wakilalamika kuwa baadhi ya ndugu zao wengine wana hali mbaya wakiugua na wengine wakipelekwa hospitalini bila kupewa taarifa ya aina yoyote. Kijana wangu alikamatwa wa tarehe mbili mwezi wa kumi na moja kwenye matukio haya ya maandamano anaitwa Matias Josephu Mbogo. Tazama wengine bado ni wanafunzi mama, tunakuomba tusaidie watoto wetu wapate kutoka kwenye shida mama, na kuomba mama na nakulilia, ukiwa kama mama mzazi, ukiwa kama mama mlezi, mama mama, tunatenga mikono mbele yako mama, atusaidie. Tazama, kumekuwa Bunda hapa kumekuwa na nini? Mbona mikoa mingine yote wametoka, sisi watoto wetu ndio wamekataria kwenye magereza, wamekataria kwenye kifungo mama, Mama, mimi ni mpiga kula wako, na kadi yako ninayo mama, na kula nilikuchagua mwanangu. Naomba nipige magoti mama, mbele yako, naomba nipige magoti mwanangu, ndo mlezi wangu, ndo kila kitu kwangu baba. Napiga magoti mama, nakuomba baba, naomba mwachia mtoto wangu, nategemezi nangu sina mwingine wakumtegemea tofauti na yeye, alifata nyumbani kwake kama tu alifata nyumbani yako, amekaa tu ametulia na familia yake. Naomba mama rais wangu, nimepiga magoti mbele yako na kuomba, naomba umwachie mtoto wangu hana kosa lote. Kwa majina anaitwa Jonathan Matiku, ni mkaaji wa kata ya Bunda Store, mtaa wa Miembeni. Yeah, mimi ninachokizungumzia hapa ni kijana wangu ambaye anaitwa Emmanuel Jonathani Matiku alikamatwa siku ya tarehe thelathini mwezi wa kumi asubuhi majira ya saa mbili kama na nusu, baada ya kuwa ametoka nyumbani ameenda shughuli zake Nyasura, akumbana na sekeseke seke ya mabomu, akarudi kwa tatizo analo la macho, ana aleji ya macho, akarudi akaja akaweka dawa, baadaye akataka aende sokoni kuchukua mahitaji ya dukani alipofika kwenye eneo kitu, kiki, kisenta kidogo cha Sagare akumbana hapo na maaskari wakamfukuza, kwa kuwa ni mgonjwa wa mguu, wakamfukuza wakamkamata. Hata muda wa maandamano wenyewe ulikuwa bado haujaanza, maandamano yalikuwa bado hajaanza, maana ilikuwa ni mapema sana. Wakamkamata wakamfukuza, yule mtoto akampiga wakampeleka huko. Mpaka leo nilipojaribu kufuatilia kwenda kituo, nilizuiliwa, kwa kweli nilizuiliwa, wala sikumuona kumi na moja wakaletwa mahakamani kuletwa, wakasomewa tu mashtaka yao kwamba wanakosa la kutakula njama kufanya uhaini na uhaini, wakarudishwa mahabusu. Waliporudishwa mahabusu, tukaambiwa kwamba tarehe ya ishirini na nne wanatakiwa tena waletwe mahakamani. Tulipokuja mahakamani, tukaambiwa eh haitawezekana kwa sababu maaskari hawapo wa kuweza kuwasafirisha kuwaleta mahakamani, wameenda kusimamia mitihani ya sekondari. Tukaambiwa kwamba mpaka tarehe tano ndipo wanarudishwa mahakamani. Tulipokuja tarehe tano mwezi wa kumi e, e, na mbili tukaambiwa kwamba hawataletwa kwa sababu maaskari wanashughulika na kujiandaa pambana na tatizo la ma, maandamano. Basi tukarudi tukaambiwa kwamba tarehe 19 ndo wanarudi tena kuwaleta mahakamani. Jana tarehe 19 tumekuja tunaambiwa kwamba e, upelelezi haujakamilika. Mimi naitwa Stella Magwali mkaaji wa Bunda Store, idara ya maji e, mwanangu alikuwa amelala ndani ya nyumba saa saba za usiku. Anaitwa Moja Chigwenyi Masunje, Moja Chigwenyi Masunje. Walimukamata saa saba za usiku, amirara wa maaskari wakafika, wakapiga mageti, murango ukafunguka, akakamatwa mtoto wangu. Nilipowaambia jamani, kwa nini mmekamata mtoto wangu? Nilipigwa buti, nikaanguka kwenye ukuta, wakaniambia mama, nenda unie. Na kwa nini nienda kunya? Mtoto wangu akakamatwa, akapereku kituoni cha polisi walipofika polisi kwenda kumuona wakatufukuza, kwamba muangalie watoto. Toto wangu nilimaliza siku tatu bila kumuona. Nikawa napeleka chakula, kinapokerewa kinapokelewa na maasikari, lakini mtoto siwoni. Nilikuwa sijui kwamba mwanangu anakula hawali muda huo wananizuia mimi mama mzazi kuona mwanangu. Mwanangu ni mgonjwa, ana kifua cha hasima. Hali kama hii ya mawingu, mwanangu anaangaika. Mama, mama, mama yetu, rais wetu Samia, nakuomba mama, nakuomba, mwanangu anafia gereza. Ulitamka tamka kuamba Tanzania nzima watoto watoke magereza, lakini wote wame lakini Bunda nzima imeshindikana mama, ninakuomba, we ni mama yangu, nakutazama kwa jicho la unyonge. Dada ni yani, utuhurumie watoto wetu watoke gereza. Dada yaani wilaya ya Bunda watoto kimechimbika, tarehe zinapigwa. Tarehe ishirini na nne wakaja wakatuambia wameenda kusimamia mtihani wa form four, wakatuahidi kwamba mwendeni, mtakuja tarehe tano. Tumeenda tumerudi, wametubika tarehe kumi na tisa tumeenda tumerudi, ati upelelezi bado unafanyika. Jamani, Tanzania nzima upelelezi unafanyika, Bunda tu mbona? Wengine wameachiwa bila upelelezi. Dada, mama, we ni dada yangu, we ni mama yangu, we ndiye unaniongoza katika, kwa jina la Yesu. So, katika kwa jina la Yesu dada yangu Samia Suluhu, na kuomba dada yangu, wachie mwanangu, anakufia gereza na kifua cha simadada. Bunda kuna nini? Hilo ndilo swali ambalo wanajiuliza ndugu wa ndugu ambao wameshikiliwa eh, mpaka sasa hivi baada ya maandamano ya tarehe 29 na tarehe 30, licha kuwa kauli ya mheshimiwa rais eh, kama ambavyo amekuwa kinukundu hapa mara nyingi mara kadhaa kuwa alitamka kumwagiza DPP ya kwamba eh, achuje eh, makosa hayo na kuwaachilia eh, ndugu wale ambao walikamatwa tangia Oktoba 29. Mimi ni Fedrizo Samson Kisiri. Lakini kwa upande wa mawakili wa utetezi ambao mawakili walikuwa kujitolea kufuatilia kesi nao wanasemaje? Twende tukawasikilize kwa kifupi sana. Naitwa wakili Godfrey Mroba eh, wakili wa mahakama kuu ya Tanzania na mahakama zilizoko chini eh, nashirikiana shirikiana wakili mwenzangu anaitwa Lois. Jana tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano shauri la PI kesi namba ishirini na sita tano tisa sita la mwaka elfu mbili ishirini na tano almaarufu mashauri ya uhaini, ambapo jana shauri hili lilikuwa linakuja mbele ya mheshimiwa e, Kamuntu, hakimu mkazi mahakama ya wilaya ya Bunda, na shauri hili lilikuwa linakuja kwa ajili ya kutajwa na washtakiwa waliletwa, ambapo idadi yao ni washtakiwa thelathini, lakini hapo mwanzo tulikuwa na washtakiwa ishirini na tisa na baadaye mabadiliko ya hati ya mashtaka yalifanyika na washtakiwa sasa idadi yao ni thelathini. Na tulipofika mahakamani pale, upande wa mashtaka waliieleza mahakama kwamba upelelezi hujakamilika na washtakiwa wataendelea kusalia rumande mpaka tarehe itakuwa kumepangwa na mahakama na mahakama yenyewe pia baada ya kusikiliza maelezo kutoka upande wa jamhuri ilipanga tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa kwa shauri hili, ambapo sasa shauri hilo litakuja hapo mahakamani, mahakama ya Bunda, tarehe mbili ya mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita. Baada ya yote, upande wa utetezi tulikuwa na mambo mbalimbali ambayo tuliieleza mahakama swala so, la kwanza ilikuwa kwamba utaratibu wa kuwaleta washtakiwa wa mahakamani haukuwa nzuri. Washtakiwa walipoingizwa katika gari wali wanadai kwamba kuna vitendo ambavyo havikuwa vizuri walifanyiwa, ikiwemo kurundikwa katika gari la polisi. Na baada ya kuyasema hayo, mahakama ilielekeza upande wa jamhuri wa wawe na namna nzuri ya kuwaleta watuhumiwa mahakamani ikiwa ikionekana pia kwamba gari hilo halitoshi kuwabeba washtakiwa wote 30 basi itafutwa gari lingine ili sasa washtakiwa hao waweze kufikishwa mahakamani kwa namna nzuri ambayo haitakuwa na nawathiri. Akijana, baadhi ya watuhumiwa walilalamika kwamba walipata maumivu kwao. Sasa, baada ya mahakama kutoa maamuzi hayo, ilipanga tarehe nyingine ambayo sasa shauri hilo litakuja kwa ajili ya kutajwa tarehe mbili ya mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Um, ndugu mtangazaji, ni kweli kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa kauli kwamba katika mashauri hayo ambayo yalikuwa yamefunguliwa nchi nzima, basi watumiwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na wengine waliingizwa wali katika hizo kesi kwa namna ambayo ilionekana kufanya makosa yale basi waachiliwe huru. Hiyo ni kweli na tumesikia, lakini sasa kwa upande wetu sisi mawakili, swala hilo liko juu ya uwezo wetu kwa sababu sasa ni kazi ya upande wa jamhuri ambao ndo waliofungua mashtaka. Wao sasa ndo wanapaswa kuchambua na kuwaona hao washtakiwa ambao wanastahili au wanapigezo vya kuachiwa kama jinsi Mheshimiwa Rais alivyoeleza katika hotuba yake. Kwa sasa hatu, hatuna jukumu au hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote ili sasa ndugu hawa ambao ni watuhumiwa waweze kuachiwa. Sisi tunaendelea kazi yetu ya kuwawakilisha mahakamani katika uh, tarehe ambazo zitakuwa zimepangwa au hatua mbalimbali za kesi zitakazokuwa zinapangwa na, na mahakama. Kwa sasa hilo ndio jukumu letu. Jambo TV hatukuishia hapo. Tulimtafuta mwendesha mashtaka wa serikali DPP wilayani Bunda afande Athuman kwa njia ya simu mwenye namba inayoishia 004 bila mafanikio, huku simu yake ikiita mara kadhaa bila kupokelewa na wakati mwingine kumwachia ujumbe mfupi wa SMS, lakini jitihada hizo za awali hazijazaa matunda. Bado tunaendelea kuwekeza muda kumtafuta ili kupata majibu ya kina juu ya vilio vya wananchi yao.